Anasema, ni ipi hukmu ya kumuita Sayyid Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? ikiwa ni ibada muayana, ikiwa ni ibada muayana, ndani yake kuna kumsolia Mtume sallallahu alayhi wasalama, basi tunafuata yale yaliyofundishwa. Kama haikusemwa Sayidina, basi hatusemi Sayyidina. Kama ambavyo tunamsolea mtume sallallahu alayhi wasallam katika sala haikusemwa sayyidina, allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad, imepokewa hivyo. Kwa hiyo hatuzidishi neno sayyidina kwa sababu haijapokewa kuzidisha neno sayyidina katika hii ibada, katika kutamka kwenye hii ibada wa amma nje ya ibada maalum muayyan, ambayo inakumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wameeleza ahli alilm kwamba ni amru jaiz, jambo ambalo jaiz. Asema waala lkhususi sayyidina Muhammad khatam nabiyyin. Sayyidina, bwana wetu. Na inajuzu vile vile kuitwa sayyidina mtu mwenye cheo au malik, falme, rais au mtu mwenye nafasi katika kaum akaitwa, watu wake wakamwita sayyidina, na inajuzu yule anayeitwa vile akakataa tawadhuan, kuonyesha tawadhu, kujinyenyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini si kuonyesha kuwa haijuzu, kama ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallama alieleza kwamba uh, imepokewa kwamba alisema

Huyo, kwa hiyo maana yake kwamba ni jais, lakini mtu akiitwa akikataa tawadhuan, hii ni jais, bali ndivyo inavyohitajika.